Karibu tena kwenye chaneli ya simulizi zilizojificha. Historia ya binadamu imejaa matukio ya ajabu, mengine ya kusisimua, lakini mengine ya kusikitisha na kutisha. Leo tunasafiri kupitia kurasa za historia ili kukutana na watu waliotumia mamlaka yao si kwa kujenga, bali kwa kubomoa, si kwa kuleta amani, bali kwa kusambaza mateso. Katika video hii tunakuletea orodha ya wafalme kumi makatili zaidi waliowahi kuishi duniani. Hawa ni watu waliotumia hofu kama silaha, damu kama saini yao, na utawala wa kikatili kama desturi yao ya kila siku. Tafadhali hakikisha umesubscribe, kuwasha kengele na kulike video hii. Ebu tuzame kwenye giza la historia. Vlad the Impaler, Romania. Vlad the Third Dracula, alitawala Walakia kwa ukatili wa kipekee. Alijulikana kwa kuwaadhibu maadui zake kwa kuwapigilia kwenye miti mikali, mbinu ya impalement. Walengwa walikuwa maharamia, wafungwa wa vita, na wakati mwingine hata raia waliodhaniwa kuwa waasi. Inakadiriwa aliua maelfu ya watu kwa njia hii. Vlad alikuwa mfano halisi wa mfalme wa hofu. Genghis Khan, Mongolia. Genghis Khan alikuwa mshindi na kiongozi wa kijeshi wa ajabu, lakini pia alihusishwa na mauaji ya halaiki. Aliteka ardhi kutoka Asia hadi Ulaya, akiteketeza miji na kuua mamilioni. Aliona watu waliokataa kutii kama vizuizi vinavyopaswa kuondolewa kwa upanga. Miji iliteketezwa, watoto wakatupwa kwenye moto na wanawake walibakwa, yote kwa jina la upanuzi wa himaya. Ivan the Terrible, Russia. Ivan the Fourth aliweka historia kama Tsar wa kwanza wa Urusi, lakini baada ya kifo cha mke wake aligeuka kuwa mnyama wa kutisha. Aliua wanafamilia wake akiwemo mwanawe wa kwanza. Alianzisha kikosi cha kutesa watu na aliamuru mauaji ya maelfu wa watu wa Novgorod kwa tuhuma za usaliti. Ivan hakuvumilia upinzani wowote. Namba. Caligula, Roma. Kaligula alitawala Roma kwa muda mfupi lakini alijulikana kwa wazimu na ukatili wake. Aliwahi kuamuru jeshi lake lipigane na mawimbi ya bahari. Alimtangaza farasi wake kuwa seneta, na aliwatesa watu kwa starehe yake binafsi. Hofu ya ghafla ya kukatwa kichwa ilikuwa kawaida katika utawala wake. Pol Pot, Kamboja Pol Pot, kiongozi wa Khmer Rouge, aliendesha mauaji ya watu milioni mbili, zaidi ya robo ya watu wa Kamboja. Aliwinda wasomi, watu waliovaa miwani au hata waliokuwa na elimu. Watu walioua kwa sababu ya kujua kusoma au kwa sababu ya kuwa na sura ya kisomi. Aligeuza mashamba kuwa kambi za kifo. Emperor Nero, Roma Nero alitawala kwa usingiziaji na mauaji. Alishtakiwa kwa kuuchoma jiji la Roma kwa makusudi na kisha kuwasingizia Wakristo. Aliwaua mama yake, wake zake, na viongozi wake wa karibu. Aliwatesa Wakristo hadharani kama burudani ya usiku. Nero alijiona msanii, lakini kwa Waroma alikuwa mwenda wazimu. Leopold the Second wa Ubelgiji, Kongo. Aliigeuza Kongo kuwa mali binafsi chini ya kivuli cha maendeleo. Watu waliteswa, walikatwa viungo na waliua. Kutotimiza kiwango cha uzalishaji wa mpira kulimaanisha hukumu ya kifo au kukatwa mkono. Inakadiriwa zaidi ya watu milioni kumi walikufa. Timur Tamerlane. Timur alikuwa mmoja wa wakuu wa kijeshi wa Asia ya kati aliyesifika kwa ukatili. Katika kila mji aliyouteka, alijenga milima ya vichwa vya maiti. Alikuwa na historia ya kuwa maelfu bila huruma. Katika mji wa Delhi, India, aliamuru kuuawa kwa zaidi ya watu elfu hamsini ndani ya siku chache. Atila the Hun. Atila aliongoza Wahun na kuwa tisho kubwa kwa dola ya Kirumi. Aliteketeza miji, alifuta ramani za maeneo kwa moto na upanga. Alijulikana kama mchoma dunia, upinzani kwake ulikuwa sawa na hukumu ya kifo. Kim Jong Il, North Korea. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Il alitawala kwa propaganda, mateso na utawala wa chama. Watu walipotea ghafla, wakafungwa katika kambi za mateso na wengine wakafa kwa njaa, huku yeye akiishi kifahari. Serikali yake ilidhibiti kila kipengele cha maisha, kutoka chakula hadi mawazo. Hawa wafalme walioonyesha kuwa mamlaka isiyozuiliwa ni sumu. Kutoka kwa Vlad hadi Kim Jong Il, historia inatufundisha kwamba nguvu bila huruma huleta maafa. Walitawala kwa hofu, lakini mwisho wa yote, majina yao yamebaki kama onyo. Tujiulize, je, ni kiongozi gani wa sasa anaonyesha viashiria vya hatari kama hawa wa kale? Historia hujirudia kwa wale wasioisoma. Tuambie kwenye comment ni nani kati ya hawa aliyekustua zaidi. Kama umefurahia video hii, like, share na subscribe kwa content nyingine kali ya kihistoria. Hadi wakati mwingine, endelea kujifunza, endelea kufikiri na endelea kujiuliza. Asante kwa kutazama, tutaonana kwenye video inayofuata.